Miaka yote imeonekanika kipindi cha uchaguzi kinapokuja, mambo yanaonekanika kuwa mepesi kwa watu wanaposema, eti, lakini mwaka 2025 mambo yatakuwa magumu kupita maelezo. 2025 ni mwaka mgumu kupita maelezo. Tunachotakiwa sisi ni kuona moja ya sehemu ambapo watu wataathirika ni kwenye upande wa mafuta, ni kwa upande wa mafuta. Unatakiwa kuomba, mimi na wewe, unatakiwa kuomba, wewe na familia yako, unatakiwa kuomba Mungu atusaidie. Na zaidi ya yote, katika ameko hiyo au katika nafasi ya taifa, ombea kitu kinachoitwa kikubwa, ambacho tumezungumzia ni kuhusiana na maswala ya usalama kwa ujumla wa sekta ya mafuta, ama biashara hiyo kwa ujumla, kutoka mkoa wetu wa Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, lakini ndani pia mkoa wetu wa Dar es Salaam kikubwa tumewashua kwamba e, serikali iko bega kwa bega na wao katika nyakati hizi zote, kuhakikisha kwamba tuna provide ulinzi wa kutosha katika mazingira yao, ili biashara hizo ziendelee kuwa salama nyakati zote.